Ndio, nakuambia ni na maongezi na wewe. Maongezi gani? Kama hauna, kama utakuwa na muda mnamtaka. Hilo sio tatizo. Mimi sio kama vijana wale unawafahamu. Mimi na ah maongezi na wewe. Na maongezi gani? Kwanza wewe ni mzuri, nikiangalia kuta hadi jinsi ulivyo. Asante sana. Ndio. Sasa mm, mimi nina lengo nzuri na wewe. Lengo gani? Mimi nataka nikuoa. Kwa w kabisa yani, leo, vyote, kitaka, wewe? Ndio, yaani kuanzia leo vitu vyako vyote mimi nitakuwa na gharama kila unachokitaka wewe niambie, mimi nipo tayari. Yani mbona hata ufanani na sura yenyewe sasa kuoa? Kaka yangu ah, ni mavazi tu Huwezi uwe jua ndani ya moyo wangu nafikiria nini juu yako. Nambi hapo, si una simu? Ndio, nina simu. Basi unaweza kunipa hata namba kwa kwa yako, kaa tunawasiliana, wakaja ta nyumbani kukaona sia yako. Sifuri sita 96 haya tayari basi poa okay, usiniangushe saa mrembo siwaze juu ya hilo basi haina tatizo sikia sasa nakusikiliza ukimaliza utanipigia simu okay, poa, so, unaona ule mta ule wa kwanza ule pale nauona wapili yake sasa ndo getoni kwangu Okay, tutapata mawasiliano zaidi ndio tutapata kunionyesha ili mpaka ukajua vizuri. Basi ina noma. Alafu nilikuwa nisahau. Mm. Hivi unaitwa nani vile? Mimi. Ndio. Mimi ukitaka kunipata kwa jina maalum nitafute kwa Mrs. Queen. Ah, Mrs. Queen. Eh. Basi ina tatizo. Mimi naitwa Mohamed. Basi ina noma. Okay. Mimi nakusubiria. Aya. Ila sio niandae vitu kacha kufika. Jamani, wewe andae chochote kile ambacho una uwezo nacho. Mimi nitatokea basi. Sawa. Okay, okay poa. Haina noma. Haya. Ah, nakusubiria. Thank you Allah. Mungu huyu. Eh, Mwenyezi Mungu mimi. Nakusubiria mlembo.